Jambo jengine katika awaiq za kusoma amal, ni tarkul amal, ni wakati, ni kuacha kufanyia kazi elimu. Watu wengi wanasoma, au si vijana tunasoma tu kama vile fashion. Mtu hana qablia, hana baadia, hana witiri, yuko tu, hana sunna ya Jumatatu na Alhamisi, yuko tu asoma tu. Sasa wewe, lengo lako la kusoma nini? Umesoma, umejifundisha jambo, atakuwa ulifanyie kazi. Lengo la kusoma ni kufanyia kazi, kazi ilmu. Na watu walihifadhi, watu walizidi ilmu kwa sababu ilm ya kufanyia kazi ilmu. Jambo jingine ambayo ni katika mambo yanayofanya watu wasifikie katika ilmu, al-i'timadu 'ala al-kutub al duna ahli lilmi limelizungumza, akhdhu lilmi ani lasaghir, kuchukua elimu kutoka alasaghir, ima ahli lbida au watu ambao hawana elimu. Napoteza muda wako, takaa tu kwa mtu hana ahliya ya kusomesha. Alghurur walujub walkibr, katika mambo yanayofanya watu wasipate elimu ni kujiona na kibri, kughurika

kujiona na kujisikia. Wako vijana, unakuta unapishana nao mtu, unamwona kisikia, jivuna, jiona. Huwezi kupata elimu kwa sura hiyo. Wewe una kiburi, wewe mtu husalimi watu fanya, hata kama mtu humjui, lakini sote kwa usalimia unamjua na usimjua. Wewe talibul ilm unampita mtu bila salam, wakati masahaba bwana mtume walikuwa wanatoka wanakwenda sokoni kuwasubiri watu saemu, mtu anakaa anajitega sehemu amsubiri mtu amsalimie asalamu alaykum wa rahmatullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaandika sababu gani nimeingiza talibul ilm wa bishana mtu, ndio uko ndani ya markazi au sehemu sehe, usalimie, labda umdhanie mtu huyo ni kafir aya wamuona kabisa, huyu ni mtu mwenzio, pia una salamu, unasalauimba wako vijana naarifu mbisima. So, unajua CBC mambo, umtulio, kuna maeneo kupita unajua kabisa hapa pana mtihani. Kama mtu yuko mtawasita leo au sana yuko hivi wakati huo umri hao unawafanyia ujubu na takaburu huo umri ambao wewe au wewe leo huo umri alomaliza yeye thanawi akuzawe <coughs> hawezi kupata mtu elimu kwa sura hii. Au mimi, ah, yule mimi siwezi kwenda kukaa nikasoma

saufa saufa saufa, mabaya ya anapoteza elimu ah, nitasoma nitasoma. Ah, soma sasa hivi, kitu cha sasa hivi, fanya sasa hivi. Na ukisoma kitabu wanasema alilmi, soma kitabu kana kwamba huto kirudia tena, kwa maana kuna baadhi wa wanaochuoni walikuwa akisoma kitabu hakirudi tena, ndio kishaka yeye, ni hesabu tu ile kitabu kile akisoma mwanzo mpaka mwisho, ndio kishaka. Ukisoma kwa nia nitarudi tena kukusoma, umekwisha hutorudi tena, na bado hutoshika, kwa sababu so, ileni tu kwamba nitarudia tena kukisoma, maana bado hutozingatia tena, tukuwapitia pitia, ukisoma tena nini na vitabu vingi